Yeah. Chavata kila kila mutaniwa weta ni atongoi kukwatiania yani na kutetheanisya kuete maende yo kwimwenenthi vate kwikia misingi misingi na imwe ya kioteti Uongozi you know, si uadui Uongozi si uadui Uongozi ni kwamba etha gava na witu wa vinya mama nwetie kiwo

Mutongoi, ona onasya andu nzia ya kuika maundu undu kara na witu umwonisye si kama Kamangau Brian Ngumbau TV